Yo, yo gentlemen, ladies my name is Forgil OG son of the CJ. Hii ni Mbagala Media na hii ni the big time. Na kwenye the big time leo unajua tuko na nani? Ni big brother anaitwa Biloko B, yeah, yeah, ambaye pia ni muigizaji na ni founder pia Biloko B production. Leo nataka nipige naye story na ametuletea very big surprise. Unajua ni surprise gani? Hem, tukamsikilize bana hapa hivi. E bana, mambo vipi? Poa poa, mambo vipi? Kwema. Wema tajiri? Sina, ah, jambo kubwa sana. Bana ni, ni baraka kubwa sana. Nime kufanya interview na watu wazito kama wewe hapo, na sijui leo umekuja na jambo gani. Kwa ufupi tu, unaweza ukajitambulisha ili mtazamaji, kwa faida ya mtazamaji wa Mbagala Media aweze kumfahamu Bilokobie ni nani, anafanya nini, na leo ametuletea nini hapa. Na, na, Bilokobie ni msanii wa Bongo Movie. E, pia na studio yake ambayo ni ya Bilokobie. E, pia ni director. E, wa, wa, wa movie ambazo naziandaa na kuzifanya. E, kikubwa zaidi ambacho paka mmekuja ni kwa ajili ya jambo moja tu, kwa ajili ya kuitambulisha e, Biroko Gang na kutambulisha movie yangu ambayo nimeiachia, inaitwa Mapenzi Hisia. Mapenzi Hisia, e, Mapenzi Hisia. Humo kuna vimbwanga vingi sana, watu wanasaitiana. Kwa hiyo mashabiki zangu wanao, ni labda wengi wanajiuliza Biroko byee nani. Mimi ni Biroko byee, ni msanii, ni msanii ambayo ni mwigizaji. Kwa hiyo wakae tayari tu, leo naenda kuachia episode ya tatu. Nimeachia hapa nyuma episode mbili, leo naachia episode ya tatu. Ni movie nzuri ambayo inaelimisha jamii e, watu wanavyoishi uswahilini, maana inagusa mazingira ya uswahilini, inagusa na mazingira ya ushuani. Kwa hiyo ni movie moja ambayo ni nzuri sana kwao. Naomba tu wasikae mbali na YouTube yangu ambao kisachi bila ukobie mapenzi hisia, wasiache kugonga kengele au wanasema kusubscribe nua <laughs> sana father. Na kwenye maandalizi ya mapenzi hisia ni ni vitu gani ambavyo umevizingatia kama ubunifu? Maana watu wengi tumezoea wanakuja kwenye bongo movie na nini. Ni kitu gani cha tofauti ambacho umekuja nacho ambacho mpenzi mtazamaji akiingia pale akikosi? Uh, kitu cha tofauti ambacho nimekuja nacho kwanza ni, ni vifaa e, na vifaa ambavyo vi, ni, ni vya, vina kiwango cha hali ya juu picha zetu au video zetu zinakuwa na quality wa hali ya juu yani, haina haja sijui mara mtu anaangalia kitu macho ayafumbefumbe hivi, hapana. Yani, yani anaangalia, yani, yani amelizika kabisa yani, kwa sababu vitu vina quality hali ya juu sana. Ya, ya. Ah, mimi ni, mimi ni moja ya mashabiki ambao tunafuatilia mapenzi hisia katika mtandao wa YouTube na nadhani leo ndo na unaachia episodi ya tatu kitu kama hicho ndio? Yeah. Uh, kwa siku hivi za karibuni, watu walikuwa wanajiuliza Biroko byee uh, bei zake labda kwa ajili ya huduma ya kuproduct kama mimi na movie na series zimekaaje, maana kuna watu wanahitaji pia huduma yako, licha ya huduma ya kwao kwamba una toa unatoa hivyo movie zako na nini. Kuna mtu ana movie tayari, ana story ya nini, anahitaji huduma ya production. Kwa kumtoa hofu mtazamaji, unaweza ukamwambia kitu hapa. Aye uh, ni kweli lakini unajua unaweza ukamtajia mtu akaogopa na akakimbia moja kwa moja. Kwa hiyo mtu yoyote mwenye uhitaji labda ana movie, ana nyimbo yake, anataka afanye video kupitia Biroko gen. Basi aweze tu kunicheki DM. Eh, Instagram Biroko byee, TikTok Biroko byee, mpaka mpaka na nilii nipo nini wana Facebook. Eh, na yeye Biroko byee. Kwa hiyo ukinitext DM mimi nitakupa. Okay, ni, ni, ni, ni bahati kubwa sana kupata mtu wa kukwambia wa kukwambia wa kukwambia njoo DM tuzungumze, kuliko kuja kukwambia bei direct ni vizuri sana. Vipi tasnia sasa hivi, na watu wengi ambao kila kicha wanatokea waigizaji wapya? Umejiandaa vipi kuvisaidia vipaji ambavyo vinaibukia kwenye tasnia ya movie na waigizaji kwa ujumla? Kitu ambacho mimi nimekiandaa ndio maana ukiangalia hata movi zangu nnachukua na watu tofauti tofauti, ili kuweza na wao kuwapushi na mimi kunipushi pia. Kwa hiyo kikubwa tu ni, ku, ni kujiamini na kuwa na upendo na kuru yako ambayo utakuwa nayo kupitia mapenzi. Si tutegemea kuwaona watu maarufu kwenye, kwenye, kwenye episodi zijazo. Hau unatuhakikishia live uh, mapenzi hisia mwanzo tu ina watu maarufu, kwa hiyo mpaka mwisho ina, ita, yani wataendelea kuongezeka watu maarufu kila siku, ila tumeanza pia na watu maarufu, na mimi ni mtu maarufu pia kama unavyoona. Kwa hiyo na bado natengeneza watu maarufu, na bado natengeneza watu maarufu kubwa sana brother. Asante sana. Yo, ilikuwa ni the big time ya Mbagala Media na tumeweza kupiga story na Birokobie ambaye ni founder na pia mwigizaji kutoka Birokobie Gang. E bana mimi nilikuwa sijui kabisa kwamba huyu ndo Birokobie mwenyewe na pia ndo founder wa Birokobie Studio. Kama mlivyoweza kusikia, ni watu ambao wanatoa huduma za video production, photoshoot na na picha mbao, si ndio? Na huduma za picha mbao wanapatikana hapa hapa Mbagala. Ukifika Mbagala za Kiemu kwenye kituo cha mwendo kasi nyuma ya KCB Bank waulizie Bilokobie, au kwa mawasiliano anaweza kuyataja hapa kiongozi, si ndio? Uh, kwa mawasiliano nitataja ambayo ni namba ya ofisi official kwa ajili ya masuala ya abla kama movie au picha ni 06 97 78 77 36 kupitia namba hiyo unaweza ukawapigia au ukawateksti kupitia mtandao wa WhatsApp, ili uweza kupata huduma yao. Biroko byee, sina mengi zaidi bana. Hii ni Mbagala Media na show yako pendwa ni The Big Time. Chao mm.